Kuna taarifa za kushtusha na kusikitisha kuhusiana na tukio lililojiri usiku wa jana kwa kuamkia leo, ambapo kada maarufu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Mdude Nyagali maarufu kama Mdude Chadema alivamiwa nyumbani kwake, lakini pia walimvamia walimpiga sana na hatimaye wakaondoka naye. Kama utaangalia video ambayo niliposti kabla ya, ya, ya hii ya sasa. Uh, kuna clip hiyo inayoonyesha uh, watu wakirekodi uh, trail ile ya damu yani, uh, kuonyesha kama mwili ulivyokuwa ukichukuliwa kutoka katika hilo jengo aliyokuwa anakaa Mdude kuelekea huko uh, walikompeleka. Sasa um, takriban masaa kumi na mbili baada ya tukio hili kuna mambo kadhaa ambayo yanafahamika au yamejiri katika kipindi hiki cha masaa kumi na mbili na hii video inafanya kilinasema recap ya yani kukupa, uh, kind of mrejesho, update ya nini ambacho updates mbalimbali uh, kati ya wakati wote ule niliporipoti tukio hilo na hadi sasa. Um, la kwanza ni uthibitisho kwamba tukio hilo ni la kweli uh, limetokea usiku wa jana kuamkia leo um, ambapo Mdude alivamiwa katika nyumba yake mkoani um, Mbeya na kupigwa sana na watu ambao awali walielezwa kuwa ni askari wa jeshi la polisi, lakini baada ya kumpiga waliondoka naye na haijulikani walimpeleka wapi. Hilo moja. Miongoni mwa watu waliothibitisha kuhusu hilo ilikuwa ni pamoja na mwenyekiti rais wa chama cha wanasheria Tanzania uh, wakili msomi Boniface Mwabukusi, lakini pia Chadema wametoa taarifa kueleza kuhusu tukio hilo na kudhibitisha kwamba kweli limetokea. Kwa hiyo wakati linaripotiwa ilizaniwa kuwa watu hawa waliokwenda kumchukua Mdude na kumpiga uh, walikuwa ni askari wa jeshi la polisi. Hata hivyo, baadaye jeshi la polisi limetoa taarifa na nitaeleza kwa nini hii taarifa inatatiza. Uh, katika taarifa yao wamedai kwamba jeshi la polisi mkoani Mbeya lilipokea taarifa kutoka kwa CJ Mbugi Emmanuel mkazi wa Iwambi ambaye ni mke wa Mparuka Saidi Nyagali anayefahamika kama Mdude kuwa mnamo Mei mbili elfu mbili ishirini na tano majira ya saa mbili usiku wakiwa wamelala mtaa wa Ivanga kata ya Iwambi jijini Mbeya, kuwa watu wasiofahamika walivamia baada ya kuvunja mlango na kuingia ndani kisha kumjeruhi Mparuka Saidi Nyagali, yani Mdude, sehemu mbalimbali za mwili wake. Aidha, watu hao baada ya tukio hilo walifanikiwa kutoweka na mhanga na kwenda naye kusikojulikana. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linakanusha taarifa zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikidai askari polisi kuhusika na tukio hilo. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na ufuatiliaji ili kumpata mhanga na kuwabaini waliohusika katika tukio hilo kwa hatua zaidi za kisheria. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa yoyote mwenye taarifa za mahali alipompaluka Saidi Nyagali gari anayefahamika kama Mdude azitoe ili kufanikisha kumpata, pamoja na taarifa za watu waliohusika katika tukio hili, ili waweze kukamatwa. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya. Sasa hii taarifa sio nzuri, maana yake inashabihiana ina na kitendo kilichofanywa kilichofanywa na jeshi la polisi baada ya kupotea kwa kada mwingine wa Chadema Deusdedit Soka, kama mnakumbuka Jeshi uh, la polisi lilikanusha kuwa halihusiki na tukio la Deusdedit Soka, na hata zilipofanyika jitihada za kwenda mahakamani, kwa bahati mbaya mahakama nayo na ili side na jeshi la polisi ikidai kwamba hakuna ushahidi, hakuna uthibitisho kwamba jeshi la polisi lilimteka um, lilihusika na kumpoteza Deusdedit Soka ambaye mpaka sasa hivi bado hajapatikana. Lakini sio si hayo tu kuna mfanano zaidi kuhusiana na tukio la Soka pamoja na hili la Mdude um, la kwa sababu kabla ya kutekwa, kabla ya kupotea, Deusdedit Soka aliandika kupitia kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X zamani Twitter, kwamba kunifahamu kwa sura na pahala ninapoishi, the next stage itakuwa ni kunikamata kimyakimya na kunipoteza, sababu ni kuwa radical. Uh, nawatia na moyo vijana. Mungu wetu yupo hai, anaishi milele. Ikitokea basi msilie wala kuhuzunika, bali itupe moyo wa kupambana na kukataa usaliti. Hii ilikuwa ni miongoni mwa tweets za mwisho za Deusdedit Soka kabla hajapotea au kutekwa au kupotezwa, kwa sababu mpaka sasa hivi haijulikani nini kilichotokea, na jeshi la polisi halijawahi kufanya jitihada yote ya kumtafuta wala kutoa taarifa kuhusiana na uh, swala lake. Lakini pia Mdude juzi hapa uh, naye ameandika. Ilikuwa tarehe thelathini ya mwezi uh, wa nne aliandika taarifa, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X zamani Twitter, kwamba jeshi la polisi Tanpol mkoa wa Mbeya wanatafuta nyumba ninayoishi, sijui wanataka kuja kutambika au kuniteka. Wamemwambia mmoja wa wanachama wetu kwamba, tunaomba utuonyeshe nyumba tu anayoishi Mdude tutakupa pesa. Alipowauliza anakosa gani, wamekwepa kusema. Yaani, wamefikia hatua ya kutoa rushwa ili waoneshwe ninapoishi. Namba zangu za simu ziko ofisi ya RPC na RCO Mbeya. Wao kama wanaona kuna tuhuma dhidi yangu si wanipigie niende? Kwa nini wananiwinda na kulivizia? Kama lengo lao ni kuniteka na waapia mbele za Mungu watatangulia kabla yangu. Hata hivyo, nimemwambia aliyenipa taarifa taarifa anitumie namba ya huyo askari. Nimpigie mwenyewe moja kwa moja. Kwa hiyo hii ni tweet ya miongoni mwa tweets za mwisho za Mdude kabla ya tukio hili la uh, usiku wa jana kuamkia leo. Uh, kwa hiyo hizi ni updates zilizopatikana so far. Lakini taarifa nyingine iliyopatikana kutoka huko Mbeya ni kwamba uh, watu kadhaa walijitokeza kujaribu kufanya jitihada za kumtafuta Mdude na walifuata ule mkondo wa damu, ile trail ya damu ambayo imeonekana kwenye video, video iliyopita kabla hii, kuna kwenye clip pale inaonyesha uh, huo mkondo wa damu ni kipande hivi mwendo mrefu kidogo uh. Kwa hiyo wame, watu kadhaa, watu mbalimbali wamejitokeza kufuatilia, kwanza kumtafuta, kwa sababu kuwategemea polisi watoe taarifa ni kwa ta, kwen, polisi watoe ushirikiano katika suala hili ni kupoteza muda. Hata hivyo, taarifa zilizopatikana sio za kutia moyo, kwa sababu uh, hawa walioshiriki katika kutafuta wanasema wamepita sehemu si mbalimbali, na japo jitihada zinaendelea, lakini mpaka sasa hivi hawajafanikiwa kumuona Mdude uh, wala kufahamu alipo. Hii ni taarifa ya kutia shaka kwa sababu um, ya kutia hofu kwa sababu uh, kwa namna fulani uh, inaleta hisia ambazo naogopa kuzi kuzipa uzito lakini, kutokana na mazingira sasa hivi yalipo, hasa kwa sababu polisi wamekanusha kuhusika, maana yake kwamba waliomkamata au waliomchukua ni watu ambao hawahusiani na Jeshi la Polisi, lakini kibaya ni kwamba Jeshi la Polisi aliaminiki, kwa hiyo wanaweza kuwa ni wao um, na ndio hivyo, kwa kweli inasikitisha <sighs> lakini haya yanawezekana kwa sababu kwa namna fulani au kwa kiasi kikubwa mtu anaweza kufanya kitu kwa vile anajua atakapokifanya hakina madhara kwake kama tulivyoshuhudia kwa marehemu Ali Kibao, kiongozi mwandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Chadema yaliyotokea na mpaka sasa hakuna mrejesho wote. Lakini kabla ya hayo kulifanyika jaribio la kumdhuru Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chadema. Uh, mwaka elfu mbili na kumi na saba lakini mpaka leo hakuna kilichotokea. um, tumeshuhudia pia kina Deus, Deusdedit Soka nyuma kabla ya hapo uh, kuna akina Ben Sanane. um, na hili sasa tukio la, pia kuna tukio la juzi hapa la Fadha Kitima, Fadha Charles Kitima katibu mkuu wa baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, um, na sasa kuna hili tukio la lililomkumba Mdude Uh, swali ambalo pengine kama jamii inapaswa kujiuliza ni kwamba haya naende, yataendelea mpaka lini? Lakini moja la msingi ambalo namalizia katika makala hii, kuna msemo wanapenda sana kuutumia kwenye mitandao ya kijamii kwamba mchawi akimaliza kuroga mtaa mzima huwa anahamia kwenye familia yake. Kuna watu wengi wanadhani kwamba haya hayawahusu, um, wanadhani matukio kwa ajili ya watu fulani, lakini ukweli ni kwamba hao wanayoyafanya haya wakimaliza na wabaya zao watarudi kwa ninyi mnaodhani kuwa hamuhusiki. Sisi wengine tumepitia haya, tunayafahamu vizuri, na baadhi wanayokumbana na haya walidhani kama ninyi mnaodhani kwamba hayawahusu. Kwa hiyo ni muhimu wote, kama wanajamii, kukemea maovu na kuhakikisha kuwa haya yanayoendelea yanakomeshwa. Karibu kutoa maoni hapo chini. Asanteni na kwaheri.